Kwa muda wa juma moja wakazi wa kijiji cha Kizingitini na Mbwajumwali e, kaunti ya Lamu wamekuwa wakiekea na mipaka, watu wa Mbwajumwali hawawezi kufika Kizingitini na wale wa Kizingitini hawawezi kufika Mbwajumwali baada ya vijana katika vijiji hivyo kushambuliana kwa mapanga. Ni hali ambayo imelemaza shughuli za uvuvi, usafiri na upatikanaji wa huduma za matibabu katika hospitali ya kaunti ndogo ya Faza. Aidha, viongozi sasa wamefanya vikao kuzungumza na wakazi wa vijiji hivyo ili kudumisha amani ikiwemo kamati ya usalama ya Lamu iliyopiga marufuku vijana kubeba mapanga hadharani. Vijana. Kweli, hali hii ilikuwa imesambaratisha sana uchumi wa Kizingitini na Mbwajumwali, kwa sababu kuja kuangalia mji kama wa Kizingitini wanatumia njia ya Mbwajumwali kuweza kwenda hospitali. Kwa hivyo watu walikuwa hawawezi enda hospitali sababu hospitali kubwa iko faza ambayo inapitwa Mbwajumwali. Kuja kuangalia mji wa Kizingitini hauna maji, maji yake ni chumvi, ambayo inategemea mji wa Chundwa na mji wa Mbwajumwali kuweza kutegemea maji. Lakini jambo muhimu zaidi mapanga ndio anatuletea shida katika Lamu East, vijana kutembea na mapanga. Tunamkakati sasa kuhakikisha kwamba tunafanya enough patrol, tutakuwa tunazunguka, na tutakuwa tunahakikisha kwamba vijana ambao wanatishia usalama tunachukua hatua immediately. E, kero la madawa la, ya, madawa ya kulevya iko juu sana, na tutapambana na hiyo hali mpaka turudishe e, tuhakikishe kwamba haya madawa imemalizika, ime, ime kabisa.